ya uongozi mdogo ngazi ya Sajenti, katika kambi ya Kiashange ambako mmepikwa mkapikika kwelikweli. Hali ya usalama haifungwi na vita vya silaha peke yake, bali pia tunashuhudia wimbi kubwa la uhalifu wa kielektroniki na matumizi mabaya ya teknolojia ambayo huambatana na mashambulizi ya kimtandao, upotoshaji wa taarifa za kidijitali, jambo ambalo linaweza kuleta athari kubwa kwa usalama wa taifa letu lakini kuna uhalifu uliopangwa na wahalifu wa kuvuka mipaka ya nchi transnational organized crime. Sisi kama wasimamizi wa sheria na usalama wa raia na mali zao tunapaswa kuwa na weledi wa kutosha katika nyanja zote za kimaendeleo na kiusalama. Matumaini yangu ni kuwa mmejifunza mengi katika upelelezi wa kisayansi na kielektroniki, mkatumia elimu hiyo kwa manufaa ya jamii tunayoihudumia. hard skills ukimaanisha, mafunzo ambayo yanahitaji kutumia akili nyingi na nguvu, na pia wamefundishwa mafunzo ya soft skills ambayo ni mafunzo yanahitaji kutumia saikolojia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nina imani mafunzo haya ambayo wameyapata wanafunzi hawa yatawajenga katika utendaji wao kuhuko huko waendako, na yatawafanya kuwa